Ukiona hivyo ujue kuna muhuri uliosimama kwenye agano la siri lililofunga nyota yako. Kuna mwingine unakuta kila mahali anapoishi wanamwita mchawi tu. Mchawi tu, mchawi tu, mchawi tu hadi unatamani kufa. Lakini ukijiangalia uchawi huna wala huujui. Ni kitu gani kimefanyika? Wamefunga nyota yako, wamekuseti kwenye roho ya kukataliwa, na nyota yako inarespondi kwamba uko chini ya muhuri wa uchawi. Kumbe wewe sio mchawi, ila kivuli cha nyota yako kuna wachawi wanakitumikisha kwenye viringe vyao. Sasa dawa ya hapo sio kujiua, sio kuhama hama. Agano hama agano, jifiche kwa Bwana hapo ndio kuna ushindi wako. Bwana asifiwe. Amen. Hebu muulize mwenzako umeelewa ma